Tunatambua ya kwamba hadi hivi sasa kwa ratiba iliyopo uwanja uh, utakaotumika kucheza fainali hiyo ni katika uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar, licha ya kwamba viongozi wa dau mbalimbali wa soka nchini wanapambana jitihada ya tarehe ishirini na tano mimi nitafute mzee wa data leo hii, ni kwamba mchezo huu unakwenda kupigwa saa kumi kamili za jioni na sio muda ule ambao ulikuwa umepangwa eh, awali kwamba kuanzia saa mbili na kuendelea. Kumbuka hii ni fainali, nikasema hili silimalizi mimi mwenyewe. Niko na mzee wa data hapa, tuzungumze mauli matatu. So, sawa sawa kabisa mzee wa data. Mwenyezi Mungu ajali ya heri. Mimi niko vizuri bwana Chris. mm. Yeah mambo mengine yako sawa kabisa. Hakika namshukuru Mwenyezi Mungu. Um, Mzee data tu, tu, tubaki hapa kwa upande wa mnyama Simba mwakilishi yeah, wetu kwenye kombe la shirikisho barani Afrika yeah, ambako yuko finali mchezo wa kwanza amecheza, lakini pia mchezo wa pili tarehe 25 yeye yuko nyumbani yeah, uwanja ambao una, unafahamika hivi sasa ni uwanja wa New Amaan, na hadi times muda yani, nazungumzia muda umetoka kama ni saa kumi kamili. Ikumbuke mwanzoni muda huu haukupangwa hivi, muda ulikuwa ni jioni kabisa, kwanzia saa mbili kwenda mbele, lakini sasa ni saa kumi pengine Simba kama, kama timu mwenyeji akiwa nyumbani, je, ina faida yoyote katika muda huu? Kwanza mliweka vizuri taarifa rasmi mm, za shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, bado mechi inachezwa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambako ni ndani ya mipaka ya mipaka Tanzania. Ni uwanja ambao Simba katika mechi ya nusu fainali walicheza hapo, walishinda dhidi ya Stellenbosch, wakiupiga mwingi lakini mabao walikosa wenyewe tu ah, likiwemo lile tukio la mwisho kabisa la Jasha huwa akampiga chenga kipa lakini akapiga nje. Kwa hiyo mamlaka zinaendelea kupambana kuona uwezekano wa mechi hiyo kuchezwa kwa Mkapa. Nimefurahi sana maelezo yako umeyatoa vizuri. Shukuru sana. Yes, kwa sababu taarifa zilizopo bado ni New Amaan Complex. Lakini hilo la muda hilo kama ulivyotoka hmm. kuuliza binafsi naona ni jambo zuri, ni jambo la heri, ni jambo ambalo linatoa faida ile ya nyumbani. Yaani swala la muda. Kwa sababu gani? Katika ukanda wetu huu hucheza mechi kuanzia saa kumi jioni, iwe kwa mkapa iwe nyu Amaan kompleks. Ni matumaini yangu kwamba haitakuwa jambo jepesi kijiografia kwa RS Berkane, kwa sababu RS Berkane kama zilivyo nchi zetu za UNAF, ambako ni kuna desert, hali ya kijangwa, wao mechi huchezwa usiku. Ni kwa sababu mchana joto ni kali sana, usiku kwa sababu nchi za jangwa hakuna cloud cover. Hapa nakukumbusha kwenye jiografia kidogo, naam kwa hiyo matokeo yake usiku kuna kuwa na baridi kali. Ndio sifa za nchi za kijangwa. Characteristics, tabia, mojawapo ni kwamba mchana joto kali kwa sababu jua linapiga moja kwa moja, halafu usiku baridi kali kwa sababu hakuna hiyo inaitwa cloud cover kwa ajili ya kuwa na mvukizo chini. Matokeo yake ni nini? Wao nchi za Yunaf, hapa anamaanisha Moroko yenyewe ambako ndiko anakotoka RS Berkane, wapinzani wa Simba katika fainali ya pili baada ya fainali ya kwanza iliyochezwa kule Berkane na Simba kufungwa bilibila. Lakini Algeria, Tunisia, Libya, Misri hizi zote ni nchi za UNAF. Si ndio? Yaani sekafa yao kwa lugha nyingine. Baraza la vyama vya mpira wa miguu katika ukanda ule wa kaskazini mwa Afrika. Wao hucheza mechi usiku kwa sababu mchana mechi hazichezeki. Matokeo yake ni nini? Wamezoea kucheza kwenye baridi. Yaani kwao kuna joto kali. Joto kali nyakati za mchana kwa sababu ya hali ya kijangwa natoka kuelezea. Usiku kuna baridi kali. Sasa usiku wao ndipo hucheza mpira wa miguu katika ligi kuu zao, katika mechi za kimataifa. Ndio maana hata Simba mechi yao kwa saa zetu ilianza saa 4 usiku, na kule pia ilikuwa ni usiku, japo sio saa 4. Kuna masaa tumepishana kidogo. Sasa wanapokuja kucheza kwenye ukanda wetu huu, kuchezwa saa kumi, manake kwao wanakuja kukumbana na jua eh, kucheza katika nyakati ambazo sio za usiku, kucheza katika maeneo ambayo hali yetu sisi sio ya nchi jangwa ambayo usiku pana baridi, saa kumi hakuna hilo baridi, na wao hawajazoea kucheza pasipo na baridi. Nadhani umeelewa vizuri, kucheza pana mida saa kumi, bado jua halijatoka, kihivyo linaelekea kuondoka kuingia magharibi, sio? lakini matokeo yake kukiwa na jua alafu na mvukizo unakuwepo kwa sababu ya jua bado halijaondoka sawasawa, kwa hiyo huwa wanapata tabu sana, unaposikia pumzi ya moto kwa mkapa mara nyingi na unaposikia kwa Mkapa toki mtu ni kwa sababu kwanza kwa kiwango na maandalizi ya benchi la ufundi kwa timu katika kucheza, pressure, pressure muda wote kwa ajili ya kusaka ushindi katika mechi za nyumbani, lakini pili ni hili la kijiografia kwa sababu wanapokuja hapa, hasa hizo timu za kaskazini, mbali na changamoto nyingine za kimbinu ambazo Simba au timu yoyote ya Tanzania imejiandaa, lakini wanakazi kupambana na hali ya kijiografia kwa sababu kwao hawajazoea kucheza mida kama hiyo na hii ndio unaposikia home advantage, faida kucheza nyumbani ina maeneo mengi. Kuna maeneo kwa mfano kuwa na mashabiki ambao kwa kiasi kikubwa uwanjani, matarajio ni kwamba watajaza uwanja kushangilia timu wenyeji, hapa tunazungumzia Simba. Lakini kuna faida ya kijiografia kwa sababu ichezo kwa Mkapa, ichezo nyuma Mani Complex, mazingira ya kijiografia na hasa kuhusu jotoridi kwa muda wa saa kumi jioni Zanzibar, Dar es Salaam haitofautiani kihivyo kwa sababu kote nako kuna influence za bahari sio? Lakini sio sawa na kucheza usiku katika nchi kama ya Moroko ambako kuna baridi kali nyakati za usiku. Kwa hiyo unachotaka kusema ni kwamba mabadiliko hayo ya muda, bila kujali sasa, kwa Mkapa ambako ndiko wa Tanzania wanatamani sana mechi ichezwe, wana Simba wanatamani sana, kwa sababu kufanikisha mipango yao, maana kwenye michuano ya kimataifa msimu huu mechi walizocheza kwa Mkapa Simba wameshinda zote kama ilivyo Nyu Amani Complex, lakini Nyu Amani complex wameshinda moja, lakini kwa Mkapa wameshinda mechi zote. Kwa hiyo mechi nyingi wamecheza kwa Mkapa, wakashinda zote. Kwa hiyo matarajio ni kwamba kwenye mechi hii ikienda kuchezwa saa kumi, matarajio ni kwamba kuna faida hapa ya kijiografia na kwa ukumbushia, katika maeneo mengine pia duniani panapochezwa mpira wa miguu timu hunufaika na mazingira ya kijiografia ya kwao pale panapostahili. Mojawapo mfano mzuri sana, kuna nchi inaitwa Bolivia. sehe Bolivia ipo CONMEBOL, yani Amerika ya Kusini kule, ambako ni shirikisho la mpira wa miguu kusini mwa Afrika. Unakuta nchi za Brazil unakuta nchi za Argentina unakuta nchi za Colombia, Paraguay. Sasa na Bolivia ipo huko CONMEBOL. Bolivia changamoto zilizopo kwa nchi nyingine zikienda kucheza kwao ni kwamba Bolivia, wao viwanja vyao viko located viko katika maeneo ambako altitude, mwinuko kutoka usawa wa bahari uko juu mno. Matokeo yake, kwa sababu ya kijiografia, kupumua ni shida mno kwa wageni. Zamani walikuwa wakitumia uwanja, wanaenda wanacheza katika uwanja uliopo katika jiji la La Paz, ambako ndio walikokuwa wakitumia, yani kama wanavyosema labda Dar es Salaam sio lakini ambako kwenyewe sasa urefu kutoka usawa wa bahari ni futi zaidi ya elfu kumi na moja yani unazungumzia futi e, kama ni mita zaidi ya elfu tatu kutoka usawa wa bahari kwenda juu. Kumbuka urefu wa mlima Kilimanjaro, mlima Kilimanjaro, mlima Kilimanjaro ni mita zaidi ya elfu tano kwenda juu. Sasa tunazungumzia mita elfu tatu kwa hiyo unaweza ukaona inakaribia urefu wa mlima Kilimanjaro kwenda juu kutoka usawa wa bahari. La Paz watu wakawa nata, yani umeshaelewa vizuri? Naelewa vizuri kabisa. Juu mno kutoka usawa wa bahari, mm, ambako matokeo yake wapinzani wakienda kucheza na Bolivia, hata uwe mkali vipi, shughuli itakukuta wewe. Unaweza kuwa mzuri kwenye mbinu wachezaji mmoja mmoja ubora kulinganisha na Wabolivia, lakini swala hili la kijiografia kucheza katika usawa wa juu mno kutoka usawa wa bahari e, kina cha juu mno kutoka usawa wa bahari, maana yake changamoto zake upumuaji unakuwa wa shida, matokeo yake wachezaji wanachoka kwa haraka, wakienda kule wachezaji timu pinzani wanatepeta, wakati mwingine mpaka wanatapika. Sasa FIFA maelekezo yao kabla ya mwaka 2007 ilikuwa marufuku kucheza mpira wa miguu kwa vigezo vya FIFA, urefu wa kutoka usawa wa bahari unaopita, yani kina unaopita mita 2500. Lakini 2007 waliondoa pingamizi hilo kutokana na harakati zilizofanywa na Bolivia kuhusiana na haki ya wao kunufaika na faida ya kucheza nyumbani kwa hali ya kijiografia kwa sababu na wao wanapokwenda kucheza ugenini hawakumbani na hali ya kijiografia walionao wao ya kuishi juu mlimani kutoka usawa bahari. Kwa hiyo na wao wakienda kucheza maeneo ambayo si ya milimani wanakumbana athari za kijiografia. Kwenye kujenga hoja walikuja kushinda, matokeo yake FIFA ikaondoa zuio la kucheza mpira kutoka mita 2500 kutoka usawa bahari kwenda juu. Umeshanielewa? Sasa, matokeo yake ruhusa ikawa sasa, cheza kokote nyumbani kwako. Sasa wanapoenda kucheza El Alto mita 4150, futi 13620. Matokeo yake timu kama Argentina kwa mfano 2009, Argentina iliyotimia ina Lionel Messi wa haswa, sio huyu ambaye ameshatoka katika mpira wenye ushindani sana, ametoka ligi kuu ya Ufaransa kule PSG, ashatoka Barcelona kwenda PSG, na kwa shatoka yuko Marekani, Inter Miami. Messi yule mwenyewe yuko moto, hayuko peke yake, yuko na Angel Di Maria Yupo Carlos Tevez, wapo kina Javier Mascherano, Argentina iliyotimia inacheza na Bolivia ambayo haina wachezaji wenye wasifu kama wao. Walifungwa sita moja, Shekhe. Hoi, kuna kipindi Di Maria alikuwa anaonekana mpaka anatapika. Wametepeta, wamenyongonyea kwa sababu ya faida ya uwanja wa nyumbani ambao wanaipata Bolivia kwenye eneo lao. Hapa nimetolea tu mfano. Manake ni nini? Simba Sports Club kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati kuchezwa mechi saa kumi kutoka kuanzia saa kumi na mbili kwenda mbele, ambayo ingewafeva Ares Berkane waliozoea kucheza usiku kwenye hali ya kibaridi baridi. Wakija iwe kwa Mkapa, iwe Amaan Complex, saa kumi jioni, jotoridi liko juu, mvukizo upo juu. Mvukizo unamaanisha humidity, ni kwamba jua linapokita kwenye ardhi kunakuwa na mvukizo ule, lile joto lile ndo huwa linawasumbua, wanahangaika kupumua kwa shida. Sasa kitendo tu cha kuhamishwa kwenda saa kumi, iliyobaki sasa kijiografia hapo tiki shatiki, yani yaani saa ni ushindi pia, kilichobaki sasa wachezaji, benchi la ufundi kwenda sasa penye eneo la kuchezea, hizi faida za kijiografia tayari zimekubali kulinganisha na awali ambapo ilikuwa saa kumi na mbili kwenda mbele huko, kama uliotoka kueleza awali, ilikuwa faida hiyo ya home itokana na kijiografia. Muda wa kucheza mechi ilikuwa haipo kwa kikundi na Msimbazi Simba kuja saa kumi, faida ipo iliyobaki sasa. Kazi kwake Musa Pimpin Kamara, umakini katika kudaka kwake mabeki wake Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Shabalala Shemalon Fondo, Shamu Karabu, Abdurazak Kiamza, tunazungumza Fabrice luamba Ngoma kama kiungo, tunazungumzia Yusuf Kagoma, tunazungumzia tunazungumzia Kibu Dennis, Prosper, Eli... kama Steven dese Mukwala au Valentino Mashaka, vyovyote yoyote ni kwamba katika kutekeleza sasa mpango kazi wa mwalimu Fadlu Davids kuhakikisha wanapindua meza kibabe, wafunge walau mabao mawili kwa sifuri ili ikienda penalti, penalti hazina mwenyewe, lakini inakuwa vizuri zaidi wakifunga zaidi ya mabao hayo, ili mwisho wa siku, dakika tisini iamuliwe mshindi ni Simba, atoe ubingwa, awape furaha wanamsimbazi, awape furaha Tanzania, ampe furaha, amerejesha heshima mkuu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye na serikali yake wamekuwa kiunga mkono mno michezo, vijana kushiriki michezo mbalimbali, ikiwamo mpira wa miguu. Kuna bao la mama eh? Ndio. Wakishinda Mbali na mabonasi wanayopata kutoka kwenye klabu yao. Rais eh, wa heshima Mo Dewji, kina Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu, kina try again na wengineo, lakini pia kuna bao la mama ambalo lina mamilioni yake pindi timu inaposhinda. Wakitoa ubingwa, huenda mazuri yakawa mengi zaidi, ambayo yatajulikana baada ya wao kutoa ubingwa. Swala la muda kurudishwa kwa saa kumi, ndo swali lako la msingi. Narudi tena pamoja na maelezo yote haya ni faida kwa Simba katika kunufaika kijiografia. Itabaki faida ya wao kunufaika kimbinu ki kuuwanjani pale, kulingana na vile utakavyojipanga kwa Fadlu Davids na wachezaji wake kwa sababu inaweza ikarudi saa kumi kama mjijipanga bado vilevile vile mkakosa, ma, ma, mkakosa matokeo mnayohitaji ili kutoa ubingwa yeah. Level.